Mheshimiwa, nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Sasa je, ni lini serikali italipa fidia kwa wananchi waliopisha walio, walio barabara ya by, bypass ya Uyole Songwe Songwe. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, bypass ya Uyole Songwe ni sehemu ya barabara ambayo iko kwenye swali la msingi na tunavyoongea sasa hivi, Mheshimiwa uh, Naibu Spika, eneo hilo thamani yake ya fidia ni bilioni 27.6 na tayari tumeshapokea wizara kutoka wizara ya fedha bilioni kumi ambazo zimepokelewa siku za karibuni. Kwa hiyo tunafanya taratibu za kuanza kulipa hizo fedha kwa wale watakaoathirika wa na tunategemea wizara ya fedha itafanya haraka kwa sababu tayari hiyo barabara eh, mhandisi mshauri wa mkandarasi ambaye atafanya hiyo kazi ameshaenda site. Asante mheshimiwa naibu spika.